Tunashukuru shukuru mno kwa malezi ya baba Kanuti Shirima aliyotupatia sisi. Mimi nilikuja hapa kujiunga na seminari nilikuwa na miaka kumi na nne na baada ya kushiriki katika chama cha, cha Singida na Dodoma kwa miaka saba ndio nikaja kujiunga hapa

pidi chetu ambaye anaweza akasema haja yanufaika na mafunzo kuhusu nidhamu na uwajibikaji, na ndio maana shule yetu hii imetoa mawaidu wau, imetoa mabalozi, imetoa wanasiasa rafiki an

akaniambia unataka kitu chochote, unachotaka kuondoka nacho, nilichagua na moja ya kuwekea maji ya baraka, ilikuwa ina picha ya Mama Teresa, ndiyo nilichagua hiki. Akanipa na akaniambia kwa kuwa umechagua hiki, basi katika maisha yako, popote unapokwenda, usiache maji ya baraka. Wakaniombea wao wawili pamoja, wakanibariki. Kesho yake nikaruhusiwa, nikaondoka. Na nataka niwaambie tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kukujalia huyu pani. Tumeona ameitwa kweli na Mwenyezi Mungu kama padri, akawa akawa mwaminifu sana katika wito wake, akaweza kuwa padri tena katika kiii kigumu ch